Zaburi sura ya hamsini na moja na mstari wa kwanza hadi ya kumi na tisa. E Mungu, unirehemu sawasawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako uyafute makosa yangu. Unioshe kabisa na uovu wangu, unitakase dhambi zangu. Maana nimejua mimi makosa yangu, na dhambi yangu i mbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako, na kufanya maovu mbele za macho yako wewe ujulikana kuwa una haki unenapo na kuwa safi utoapo hukumu. Tazama mimi naliumbwa katika hali ya uovu, mama yangu alinichukua mimba hatiani. Yani tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Unisafishe kwa hisopo nami nitakuwa safi, unioshe nami nitakuwa mweupe kuliko zauji. Unifanye kusikia furaha na shangwe, mifupa uliyoikonda ifurahi. Usitiri uso wako, usitazame dhambi zangu, uzifute hatia zangu zote. Ee Mungu, uniumbie moyo safi, ufanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho yako Mtakatifu usiniondoe. Unirudishie furaha ya wokovu wako, unitegemeze kwa roho ya wepesi. Nitawafundisha wakosaji njia zako, na wenye dhambi watarejea kwako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 Ndipo utakapopendezwa na dhabihu za haki na sadaka za kuteketezwa na kafara, ndipo watakapotoa ng'ombe juu ya madhabahu yako. Zaburi sura ya 51 na mstari wa kwanza hadi wa 19.